Na, mtazamaji, tukiachana na hayo ni kwamba mahakama Kuu ya Nyeri imetoa uamuzi kwamba Mutitu Water Self Help Group ndilo shirika halali linalomiliki na, na kusimamia mradi wa maji ya Mutitu, ikikamilisha mzozo wa miaka 15 kuhusu udhibiti wa mojawapo ya mifumo muhimu ya usambazaji maji ya jamii hiyo. Na katika hukumu yake, Jaji Dennis Magare Kizito alibaini kwamba mradi huo ulichukuliwa kinyume cha sheria mwaka 2010 na, na kampuni ya Mutitu Water and Sanitation Company licha ya mradi huo kuanzishwa kujengwa na kupanuliwa na wakazi kupitia mchango yao binafsi ina juhudi za kujisaidia. Kesi imefika tamati na tumekuwa na ushindi mkubwa, ushindi mwenye, mwenye umeonyesha kwa ukubwa kweli mwenye maji ni nani, na mwenye maji ni mkaaji na wa Nairutia wa mugunda na memba wa Mutitu Self Help Group, yenye imekata kaunti tatu, imekata Nyandalwa, imekata Laikipia na iko hapa Nyeri. Kwa hivyo sasa, hii ni dhihirisho kubwa kuwa mwananchi wa kawaida ako na sauti kwa hii, kwa hii, kwa, uh, kwa hii project.